Unaposikia watu waliuza waliuza nafsi zao, anasema hivi: walitoa watoto wao kuwa sadaka kwa mashetani, wakawapitisha katika moto, wakafanya uchawi, wakamkasirisha Mungu, wakajiuza nafsi zao wapate kulikasirisha. Kumbe unapoenda kwa mganga unauza nafsi, yaani unauza yule mtu wako wa ndani. Ndiyo maana mtu yeyote aliyewahi kwenda kwa mganga wa kienyeji usipoomba maombi ya kujirudisha ndani ya mwili, haupo unakuwa ni mwili anayeishi katika ufahamu fulani. Narudia tena. Lazima uwe na maombi ya kujiita ujirudishe ndani ya mwili. Ujue haya maadifa. Umwambie Mungu nilipowahi kwenda kule niliuza nafsi ukawekewa nafsi zingine, ambazo wewe ndio sasa unaweza kujiona. Yani siku hizi kwa kweli, tangu niende kule nimekuwa jasiri, sijali kitu, siogopi mtu. Sio wewe. Wa asili ya Mungu ana vyote, asili ya Mungu ana hofu ya Mungu inayokontrol au inayotawala, inayoongoza ubinadamu, inayoongoza wema, inayoongoza upole kiasi, inayoongoza. Ndio maana shangaa mtu akienda kule akirudi anabadilika, anakuwa ni ajabu ajabu, haeleweki, tabia zinaharibika. Kwa nini? Umewekewa ambaye sio wa kwako, yuma ambaye hajali, kwa sababu yeye ni pepo yuma, ambaye alishalaaniwa, anachowaza ni cha ulimwengu tu. Ndio maana hata akienda kanisani, anaambiwa sasa, tumesha kukamilisha sari tu, hakuna kukuloga, kwa sababu yule anaye roho ameshachukuliwa amebaki pale, anafanya biashara. Na ndio maana sasa nafsi yako wewe haujui kwa nini ukienda kwa waganga unabaki kwa maskini zaidi? Kwa sababu yule aliyebeba utajini amebakizwa pale kufanya biashara wenye pesa. Kuna atakuja mtu anam, anataka malori, anaambiwa usijali, utajii wa malori umepata. Kwa sababu wajinga wengi wanaenda kule, nafsi zinachomolewa, zinabaki kwenye kibugu cha mganga. Ya wenye pesa wanaokuja wanafika bei Sio mtu anayekwenda mganga atakaonisaidie biashara zima shilingi ngapi? na elfu hamsini. Kamwambia mjinga huyu, mimi nikupatie magorofa kwa elfu hamsini? Kwa hiyo ilichofanywa wanachomoa roho, wanabaki nayo, wanakuletea jini matata, wanakwambia nenda, analiambia jini matata akiwa anauza auzeuze ili aridhike, lakini utajiri uno na mambo mengine no na mfanye kuwa mtumwa, wakuwa narudi hapa. Kwa hiyo kila baada ya mwezi mmoja kila baada ya mwezi matatizo, kila chini makata yumo anakuashia taa kidogo, anazima, anakuashia kidogo, anazima. Wewe unakuwa ni msafari kwa mganga, mganga. Nilipotoka hapa mambo yalifanikiwa, nilipotoka hapa niliona angalau wateja kidogo, nilipotoka hapa. Lakini kwa nini? Natamani kufika malengo, malengo yafiki lakini nataka nikwambie leo, baada ya somo hili ukisikia utatii, ukaamini, utapenda, unakwenda kuingia kwenye, kwenye baraka zako katika jina la Yesu Mwana Mungu aliye hai. Na kama unampenda Yesu nisikie, amen. Nisikie tena, amen. Nisikilize wewe, hujui tu, haujui shetani atendago kazi. Biblia inasema sisi hawezi si, kutushinda kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake shetani na fikira zake ambazo wewe uzijui, bila msaada wa Mungu kuzijua fikra zake, kuzijua fikira zake. Na ndio maana kila aliyekwenda kwa mganga, mwingine amechanjwa wembe, ukabaki kule ule wembe na damu, ule wembe na damu. Mwingine aliyeendana akasema, nikunywe kwanza ndio nikuchanje. Kuna vinyoni vyako vilibaki kule, kuna unyayo wa mguu ulibaki kule, kuna nguo naambiwa hii, hata kutatora kuja unaogea, nunua shuka jipya, leta hapa unaelewa maana ya kitu kipa kenda mali. Kuna siku utafundisha helo kiacha kule, unajua kinatendewa nini? Nguo yoyote inayotoka katika mikono yako imebeba roho yako, kwa hiyo ikienda kwa mtu asiye sahihi. Elia alimwambia Elisha, nataka kuondolewa kwako, omba lolote utakalo nami nitakutendea. Akasema, naomba roho maradufu ya roho yako. Akasema, umeomba jambo gumu lakini wewe jukumu lako niangalie mimi nitakapochukuliwa. Naona umepata kwa hiyo, Elisha alikuwa anatembea akiwa na Elia, anataka angalie namna ambavyo Elia atatwaliwa. Ameweka umakini kuangalia namna gani ataondoka, namna gani atanyakuliwa, namna gani atanyakuliwa kwa, ata kwa target ya Eliya. Elisha wakati anatembea na Elia alipomwona ananyakuliwa, akasema baba yangu, akamwita alipomita likachomoka vazi likamwangukia miguuni. Vazi la Elia akalichukua akaenda nalo mbele ya mtu wa Jordan, akampiga ule mtu na ile vazi, na mtu akagawanyika. Watu wakasema, roho ya Elia inakaa juu ya Elisha. Kama nampenda Bwana asema Amen. roho hey, ya Elia, mwili umeenda, roho ikabaki. Sasa kuna kitu hapo kipana, nikikufundisha pachelewo niende nanachiinda nacho. Unasema sasa, kama roho ya Elia ibaki, Elia alikwenda kwa namna gani? Sasa nini kilikwenda? Elia alitwaliwa mwili na nafsi, na roho ndio ilibaki, kwa kwa sababu Mungu ndiye Mungu alozo wa roho zote za wanadamu. Wakati ule mwili wa Elia unatwaliwa na nafsi, Mungu alifanya ule mwili mwishi kwa sababu ya utukufu. Ndio maana unashangaa Kabla Elia hajarudi kuona na Yesu kwenye maono, anarudi tena kwa roho ya Yohana duniani. Alibaki kwa Elia, Elisha, Elisha akafa. Alipokufa ile roho ikaenda kaizuri kwenye mwili wake. Kwenye mwili wake. Baadaye anazaliwa Yohana, roho ya Elia yule yule, yule ikaenda ikakaa ndani ya Yohana itende kazi ya Mungu. Yesu alikuja wa anamwambia, "Wacha na sasa nasema Elia arudi, unabii unasema hivyo?" Akasema, "Elia yupo, Elia amesharudi kwa roho ya Yohana." Kwa kuna watu duniani wame kwa roho za watu kabisa. Unamuona mtu ana magari kwa sababu ya roho yako, ana majumba kwa sababu ya roho yako, ana ustawi kwa sababu ya roho yako, ila wewe hujui. Na uwezi kuwa na kitu cha mtu bila kumuua. Ndio maana watu wengi wauaji, wanachuki, fitina na unafiki, kwa sababu wanajua bila kukumaliza hawawezi kupata mafanikio uonayo, hawawezi kuyapata na sasa ukiwa wa Mungu, Mungu anasema watashindana wewe, lakini hawatashinda. Hebu sema watashindana mimi. lakini hawatashinda. Rudia tena watashinda, Wata shinda. Wata shinda. watashinda. Wata Wata Wata. watakuja kwa njia nyingi. Mungu anasema watakuja kwa njia saba lakini watakimbia na kutawanyika. Watakuja kwa njia moja lakini watakimbia na kutawanyika kwa njia saba. Waache waje wache waje kwenye maisha, wache waje kama anavyokuja, wache waje kama ndugu, wache waje kama rafiki, wache waje kama Kristo wenzio. Lakini sasa nikwambie hivi, saa ya kukimbia kwao watatawanika kwa njia saba, katika jina la Yesu.